Sisi ndio watumishi wa umma. Sisi tumebahatika kufanya kazi kwenye Tume ya Kurekebisha Sheria. Nawasihi wanatume wote, tukuweni wazalendo kwa sababu uzalendo ndio utakaofanya mfanye kazi yenu vizuri. Nawasihi hakikisheni itifaki ambayo ni mada nzuri sana iwasaidie kuona mtiririko wa kazi tunayofanya. Sisi tulipo majumbani tuwatekeleze itifaki, ofisini tuwatekeleze itifaki, na wakati mwingine bila kujua. Na naomba eleweke kwenu kwamba itifaki ni jambo ambalo haliepukiki, lipo kila mahali, zaibada, kwenye nyumba za ibada, kwenye sherehe, hata kwenye misiba. maana yake nini? hata ofisini tunafanya kazi kwa itifaki, lakini kumbuka hizi dhana mbili, uzalendo na itifaki haviwezi kutenganishwa. Uzalendo ni moyo wa utumishi na itifaki ni utaratibu wa utumishi. Uzalendo bila itifaki unaweza kuzaa juhudi zisizo na mpangilio, na itifaki bila uzalendo huzaa utendaji wa mashine usio na roho ya taifa na kwa pamoja dhana hizi zinatujenga sisi watumishi kwenye heshima ya utumishi wa umma, kwenye maadili ya utumishi wa umma, kwenye weledi wa utumishi wa umma, pia kwenye ari ya kuitumikia taifa letu kwa ufanisi.